Emsga Brown Aber Maki Pesile. Na hapa nina wenzangu baadhi ya viongozi. Huyu wa kwanza hapa anaitwa askofu Nasare, katibu wetu wa kanda ya yeah, kati na pale anaitwa askofu Gerard Mhinga ni askofu wa jimbo letu la Dodoma Mashariki Magharibi, eh, eh. Anayefuata pale anaitwa Magnus Swedi ni eh, mchungaji ni askofu wa jimbo la Dodoma Mashariki. Karibuni sana, na um, kanisa letu ni linaitwa The Evangelistic Assemblies of God Tanzania. Leo nimewakaribisha kwa kama siku maalum ili pate kuongea na kanisa letu mbele zenu, baada ya kwamba kanisa limepita katika mambo mbalimbali ambayo ilikuwa muhimu tujulishane. Ndio maana tumewakaribisha. Karibuni sana ndugu waandishi wa habari. Nimewaita leo ili kuzungumza nanyi kuhusu maswala yanayohusu kanisa letu la the Evangelical Assemblies of God Tanzania kwa mabano kifupi EAGT, ambalo lilikuwa likikabiliwa na mgogoro wa muda mrefu takribani miaka kama sita uliotokana na aliyekuwa makamu askofu mkuu wa kanisa letu mchungaji John Stephen Mahene kupinga kuondolewa madarakani kwa sababu ya kukiuka miongozo ya imani ya kanisa hilo, ambapo alidai kuondolewa kwa sababu za kuhoji ubadhirifu wa fedha na mali za kanisa uliofanywa na viongozi wa kanisa. Ndugu na habari, tumewaita leo kueleza mta, msika, mstakabali mzima wa mgogoro huo ambapo kutokana na maamuzi ya uongozi wa msajili wa jumuiya uliotoa barua yenye kumbukumbu namba SA 7183 stroke PA RTVI stroke Amsini, ya tarehe 30 Juni 2022, barua ambayo inatoa maelezo ya kina sana jinsi serikali ilivyofanya uchunguzi wa kutosha na mwishoe ikabaini kwamba tuhuma zote walizotuhumiwa viongozi wa wakuu wa kanisa la EAGT hazina msingi na wala viongozi hao wakuu hawahusiki kabisa na tuhuma zote ulizotumiwa nazo, jambo ambalo limeipa ujasiri serikali yetu kutangaza kwamba mgogoro umekwisha na kutambua viongozi halali wa kanisa la EAGT kwa sasa <coughs> kwa kuorodhesha majina yao, jambo ambalo limefuta kabisa mawazo potofu yaliyokuwa yanaelezwa au yanaelekezwa kwamba katika IGT kuna ubadhirifu. Kwamba sasa IGT haziko mbili, IGT ni moja, kwa sababu kuna uzushi au potofu wa kusema kuna IGT mbili sasa Ndiyo maana sasa serikali imehitimisha kwa kusema hivyo na majina ya viongozi halali wa kanisa letu la EAGT sasa ni kama ifuatavyo: askofu mkuu ni Dr. Brown Abel Mwakipesile, makamu askofu mkuu ni Dr. Joshua Benjamin wawa, na katibu mkuu ni Dr. Leonard Majura Mwizarubi na mtunza azina mkuu anaitwa Pray God Zawadi Mgonja, alafu mshauri mkuu Dr. Livingston Dennis. Kwa hao ndio viongozi halali wa kanisa la EAGT. Aidha, kwa maamuzi haya ya serikali kikao cha baraza la waangalizi wa kanisa letu zuri la EAGT kilichokaa tarehe 12 mwezi wa saba 2022 ambacho ndicho kikao chenye kauli ya mwisho ya kukata mashauri mbalimbali kuhusiana na wachungaji toleo la 2011 ibara ya 11 kifungu cha nne na kifungu kidogo cha cha F. Tunamshukuru Mungu kikao hiki sana, pamoja na serikali yetu kwa kutenda haki na kisha kikatamka kwamba kinatoa miezi mitatu kuanzia tarehe ya barua hii. Kwa mchungaji yeyote atakayetaka kurejea baada ya mgogoro kumalizika, atapokelewa na ngazi husika kwa sharti ya kuandika barua kwa uongozi husika kwamba ametambua kosa lake na sasa naomba na kwamba yuko tayari kutumika chini ya uongozi halali wa kanisa la EAGT. Mwisho wa kupokelewa ni tarehe 20 Oktoba 2022. Na baada ya tarehe hiyo, mlango utakuwa umefungwa. Kwa wale ambao watataka kuondoka EAGT, yaani, hawatakuwa tayari kuwa chini ya uongozi wa EAGT Baraza uangalizi limetamka kwamba lazima waheshimu sana katiba yetu ya EAGT toleo la 2011 ibara ya tisa ambayo inasema mtumishi achapo utumishi wake EAGT, ataondoka peke yake pasipo washirika wala mali za kanisa. Kanisa la E.A.G.T litaendelea kudumisha amani ya nchi yetu kama ambavyo limekuwa likifanya hivyo siku zote. Ndugu wanahabari, Kanisa la E.A.G.T litaendelea kudumisha amani na utulivu katika kutekeleza majukumu yake kwa busara pamoja na hekima itokayo juu kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu, kwani ndio msingi wa kanisa letu na imani yetu pia, huku tukihubiri habari njema ya watu kuacha dhambi, kumgeukia Mungu na kudumu katika maisha ya utakatifu siku zote za maisha yao kama ilivyo katika Yakobo sura ya tatu mstari wa 17 mpaka 18. Ah, na nitumie sasa tena fursa hii pia <coughs> kuwasihi Watanzania wote kushiriki katika zoezi la sensa ya watu na makazi ya 2022 inayotarajiwa kufanyika tarehe 23 Agosti 2022, ikiwa ni zoezi muhimu kwa kila mmoja wetu kuhesabiwa ambapo tunaamini itasaidia serikali kuendelea kuweka mipango mbalimbali mbali ya maendeleo kwa, kwa kujua idadi ya watu wake. Hili ni jambo la muhimu kwa kila Mtanzania, lakini pia sisi kama EAGT tunasisitiza sana kwamba siku hiyo kila mmoja ajitokeze kuandikishwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana kwa kazi zenu na kuitika mwito wetu kufika hapa mpate kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Labda kwa kipindi chote cha mgogoro kanisa imaafirika vipi, na kauli yako sasa kwa waumini wenu wa EAGT ili kurudisha moyo ule ambao walikuwa nao tangu awali kabla ya mgogoro? Kutokana na kizungumkuti ambacho mlikuwa nacho kama viongozi, kwa sehemu kujitokea uh, aak ambayo si kubwa sana si, na kwa sababu tutumia muda mwingi kuelimisha watu wajue kufunga, kwamba wasijiingize na kuwashauri sana kwamba kama mtu alijiingiza na wa basi, ana nafasi ya kurejea, kwa sababu katika wingi wa watu na taarifa zinazotolewa ni rahisi mtu akadanganyika akaenda, alafu baadaye akagundua, na akigundua mwisho akaona vigumu kurudi. Lakini tutoe mlango kwamba yeyote atakayetambua kwamba amepotea basi arudi, na wengi walianza kurudi muda mrefu sana na kwa kweli kwa sasa, ndio maana tumesisitiza hapa kwamba muhimu kila mshirika au muumini wa kanisa la EAGT kudumisha amani ndani ya kanisa, lakini ndani ya jamii na nchi kwa ujumla, kwa sababu sisi kama wavubiri wa amani, hilo ndio tunalizingatia na hatutaki yeyote aende nje ya jamii.

tumia nembo aitiba nembo e mali umiliki ni yao, mali yao ni mali ya mtu binafsi. Sasa iwapo mtu atakaposhindwa kwa mtukaauyo ataa kushindwa, kama nikueleze kwamba katiba iko wazi, kila moja azingatie katiba, iko wazi na itajulikana hapo nini kifanyike jambo ilotakapotokea lakini katiba iko wazi na kila moja anaifahamu na unajua, katiba inasajiliwa kisheria ngoundo kama ka takribani miaka sita